Bwana Yesu asifiwe wa sana. Watu wa Mungu, ninawasalimu tena kupitia jina la Yesu, na niko hapa tena siku ya leo. Bwana amenipa neema na kibali kuweza kuzungumza na wewe mahali popote ulipo. Naam, nite mwinjilisti Jackson Samson, na niko kwa ajili ya kuendelea kulitangaza jina la Yesu kwa wale wote ambao yamkini mna shida mbalimbali, yamkini mna matatizo mbalimbali lakini tunatakiwa kuamini kwamba Mungu yupo na yupo kwa ajili ya kuokoa na kuponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao tayari wamekwisha kukata tamaa ya maisha kwa sababu ya shida na mateso ambayo wanayapitia katika maisha yao, lakini tunapokuletea habari za Yesu Kristo, ya maana kwamba zimejaa uzima wako, zimejaa furaha yako zimejaa amani yako. Yamkini umekosa amani, yamkini umefungwa na vifungo mbalimbali vinakutesa kwenye maisha yako, lakini leo nakuletea habari ya jina la Yesu Kristo, ndilo litakaloweza kukuokoa na kukuinua katika mateso ulionayo, lakini pale ambapo taamini na kukiri kwa kinywa chako ya kwamba Kristo Yesu ni Bwana naye atakuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitasimama na tatu ambayo inasema ya kwamba nguvu iliyopo katika jina la Yesu, nguvu iliyopo katika jina la Yesu ni nguvu ya namna gani? Ni nguvu inayoweza kukuinua, ni nguvu inayoweza kukuponya, ni nguvu inayoweza kukuletea matokeo ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumza kwa habari ya nguvu, kuna nguvu nyingi. Kuna nguvu za giza, kuna nguvu za kishetani, kuna nguvu za manabii, kuna nguvu za kuzimu. Lakini tunapozungumza nguvu iliyopo katika jina la Yesu, ni nguvu pekee itakayokusaidia maeneo mbalimbali, lakini pale ambapo unaitafuta nguvu hiyo ukiwa na imani Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu ndilo silaha pekee inayokuwezesha katika vita na majaribu ulionayo, kwa sababu tunaona hata kwenye maandiko kwamba yule kiwete, yule kiwete alipoteseka ndani ya muda mrefu, kwa sababu alizaliwa akiwa kiwete lakini akawa ni mtu ambaye wa kudhoofika, mtu ambaye hana amani, mtu ambaye anahitaji msaada, mtu ambaye hawezi kufanya mambo mbalimbali yatakayoweza kumsaidia kwa mahitaji binafsi, kwa sababu ya ile hali aliyokuwa nayo. Yule kiwete alipokuwa anaendelea kuomba fedha kwa watu majira yale ya saa tisa, kwa mujibu wa Biblia isemavyo, wakati wa jioni, yule kiwete alisimama langoni, kwa sababu alikuwa anajua watu wanaingia hapa kwao. Nitasimama hapa kutega watu wanaoingia hapa, ili waweze kunisaidia chochote kwa ajili ya mahitaji binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yamkini alisumbuka huku na huku akitafuta amani kwenye maisha yake, alizunguka yamkini kwa waganga wa kienyeji akitafuta msaada wa maisha yake, lakini haikuwezekana, haikuwezekana. Aliamua kuwa mtu omba omba, kwa sababu alikuwa hajiwezi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo nakuletea habari za nguvu iliyopo ndani ya jina la Yesu. Kwamba ndani ya jina la Yesu kuna nguvu ya ajabu inayoweza kukuponya kwenye mateso, kwenye shida ulizonazo. Ndani ya jina la Yesu kuna uzima. Ndani ya jina la Yesu kuna amani. Ndani ya jina la Yesu kuna uponyaji. Lakini vile ambavyo utaamua kuamini na na kulitamka jina la Yesu kwa imani, ndipo utakapoona ushindi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna majina mbalimbali mbali ambayo watu wanayatumia kwa sababu ya vitu mbalimbali, kwamba anapolitamka jina hilo kuna vitu baadhi vinafanyika. Lakini nakuletea habari ya Jina la Yesu. Jina la Yesu ndilo silaha, jina la Yesu ndiyo uzima, jina la Yesu ndio litakalo kuokoa, jina la Yesu ndiyo usalama wako kwa sababu